Hali inayokabili baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu humu nchini, uhaba wa mahala pa kulala, wanalazimika kutafuta mahala mbadala. Inside wengine wakiishi katika mazingira machafu ambapo wanaweza kuathirika kiafya. Hii ni pamoja na ukosefu wa maji na ukosefu wa nguvu za umeme, pamoja na ukosefu wa usalama. Majamaa wali nilishuka, majama tu nimezingirwa na majamaa watatu I one of them alitoa kisu nikitembea past eight; obviously watakuja wachukue simu and everything, alafu ubaki hapo kama ni dem. Uh, there is a rape case, kuna beshangu aliwahi rapiwa. Kisa cha hivi majuzi ambapo wanafunzi 88 kutoka chuo kikuu cha Nairobi waliondolewa katika maboni yao na wanafunzi wenzao ambao walidai kuwa vyumba hivyo vilikuwa vyao. Katika chuo kikuu cha Nairobi wanafunzi elfu saba kati ya elfu ishirini wanaopaswa kupata chumba cha malazi hawajapata. katika chuo kikuu cha Kenyatta, wanafunzi elfu tano kati ya elfu kumi na moja wanaopaswa kupata malazi hawajaweza kupata, huku chuo kikuu cha Masinde Muliro katika mtandao wao ukionyesha kuwa una ukosefu wa malazi 269. Profesa profes George Magoha ni naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi. They are planning, um, to accommodate perhaps, uh, Kulingana na mwenyekiti wa muungano wa viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu Babu Owino, swala la malazi lafaa kushughulikiwa ikilinganishwa na idadi ya wanafunzi thing. Itakuwa kibarua kigumu kwa usimamizi wa vyuo vikuu humu nchini kuhakikisha kuwa swala la malezi kwa wanafunzi limekuwa jambo la historia. Gatete Njoroge, Citizen